Akiwa bado ndani ya viunga vya bunge jijini Dodoma, mbunge wa jimbo la Hai, Saashisha Mafuwe aliuliza swali kuhusu hali ya huduma za afya katika kata ya Bondeni. Mheshimiwa naibu spika, kwanza naishukuru serikali kwa kutujengea zahanati kwenye kata ya Bondeni na leo tunaenda kuweka jiwe la msingi, lakini kata hii haina kituo cha afya. Je, serikali ina mpango gani wa kujenga kituo cha afya kwenye kata ya Bondeni, jimbo la Hai? Mheshimiwa waziri Mheshimiwa Naibu Spika, ili kujenga vituo vya afya kwenye kata kuna vigezo ambavyo vimeainishwa. Moja ni idadi ya wananchi katika kasa, kata husika, lakini pili ni umbali kutoka kata husika na kituo cha jirani zaidi cha afya. Kwa hivyo naomba tu nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, kwanza nimpongeze kwa kupata fedha kwa ajili ya kujenga zahanati katika kata ya Bondeni, lakini nikuhakikishie tu kwamba tutafanya tathmini na kuona idadi ya wananchi kama inakidhi vigezo na umbali na ikiwa itakidhi vigezo kata hiyo itakuwa kimkakati rasmi na tutatafuta fedha kwa awamu kwa ajili ya kuanza ujenzi wa kituo hicho. Saa tano baadaye, mbunge huyo alifika katika kijiji cha Lerai kata ya Bondeni, ambako alipokelewa kwa shangwe na nderemo na mamia ya wananchi waliofurika kushuhudia uzinduzi wa zahanati yao. yes. tuko Lerai hapa, nitazungumza kuwapa picha halisi na sura halisi ya jimbo letu. Haya nitakayoyasema sio mimi peke yangu, ni mafanikio yaliyoanzia kwenu kuchagua mbunge anayetokana na Chama cha Mapinduzi. Zahanati hii ni matokeo ya jitihada za pamoja kati ya serikali, TASAF na wananchi waliobeba mawe, kuchimba msingi na kutoa nguvu kazi hadi jengo hilo lilipokamilika. Yeah mwaka 2024. Mradi huu ulianza tarehe 1 mwezi wa 12 2023 na ulikamilika tarehe 15 mwezi wa 8 2024. Mradi huu, wananchi wameshiriki kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Zanati hii imekamilika na imeanza kutoa huduma kwa wananchi. Zanati hii inahudumia wakazi wa kata Bondeni na vijiji vya jirani ikiwemo Rukonei Ukambani, Weruweru na sehemu za karibu na Rundugai, kwa sababu mwanzo tulishawahi kuja tukatembelea banda lile mbalo mnaliona ku tukawa tunaambiwa pale ndio kutakuwa zahanati, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu baada ya kuingia Mamasamia na diwani wetu Arapakwa na kuingia nani Saashisha mbunge wetu tunaona mambo yanaenda vizuri. Badala ya kwenda kwenye lile banda, mungu amejalia, tumepata jengo jipya kupitia TASAF. Na hata hivyo, wananchi hapa walikuwa wanachukua matibabu wilayani au kwenye hospitali ambayo iko hapa kambi ya nyuki ambayo ni ya private na zahanati nyingine iko Rundugai. Kwa hiyo tulikuwa mbali sana na huduma. Kwanza nitoe pongezi kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan alipokuwa mjasiri na msikivu wa kutusikia kilio chetu cha kutujengea kituo hiki. Ndipo tulipomchagua huyu Saashisha Mafuwe, ni kijana mmoja ambaye hapendi sana tumbo, tumbo, tumbo, mambo ya tumbotumbo tumbo. Anapenda mambo ya maendeleo. Jumla ya wananchi mia tatu wanategemea kupata huduma katika kituo hiki kila wiki. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya katika jimbo la Hai, kila eneo, kila kata, kila kitongoji katika jimbo la Hai kimeguswa. Mheshimiwa Rais, tunasema asante sana sana sana. Sisi unatudai watu wa Hai, na sisi wadeni wako ni watu waaminifu, tutakulipa Oktoba kura za kutosha kwa mambo makubwa uliyoyafanya. Tazama Kata hii ya Bondeni leo ina furaha. Wananchi ambao walikuwa wanatembea umbali mrefu sana kwenda hospitali ya wilaya leo wanapata huduma hapa, na tunashukuru wenzetu wa TASAFU kwa kutuletea fedha hii, lakini pia namshukuru mkurugenzi na watendaji wote kwa namna ambavyo wamesimamia e, ujenzi huu. Umekamilika na tayari wanatoa huduma kwa mara ya kwanza. Tangu kuanzishwa kwa kata ya Bondeni, huduma za afya sasa zipo karibu na hii ni ishara kuwa pale ambapo serikali na wananchi wanashirikiana, hakuna lisilowezekana. Dickson Ibusegaga, Cloud TV, Hai.